Sijafahamu kama unakuja eh, huduma vizuri, utafikiri private huduma. Huduma zikoje? na zikoje huduma? Namshukuru, huduma ni nzuri. Kwanza mimi nimekuja peke yangu. Mm. Nimefika hapo, nimepokelewa, nimekutana na madaktari wengine pale nje sana, hivyo nilikuwa naumwa uchungu mm na nisaidia tu mpaka nimejifungua. Ndugu zangu wamekuja wamekuta nimeshajifungua tayari. okay. hey, yeah. okay. mm. maana nilikuja tu mwenyewe mwenyewe. sina mtu yeyote, maana uchungu umenishika nikajibeba nikaja nika mimi kama eh hey, ndugu wa kwanza nimewakuta hapa hey, wa tena mimi nimehudumiwa na wadada kwa kweli, namshukuru Mungu amenihudumia vizuri bila hata mm. shida yote Umekuja lini?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 muda mm huo, -hmm. Okay, nilipokelewa vizuri. Eh, mm -hmm. Eh, daktari alikuja kwa wakati? Ndiyo. Na wakukuweka kusubiria? Hapana. Eh, okay eh. mm -hmm. Na sasa unaendeleaje? Naendelea vizuri. Mtoto anaendeleaje? Anaendelea. Naendelea kupata huduma. Ndiyo. Umepokelewaje? Umeridhika na huduma eh? Ungekutana na rais sasa hivi ungemwambiaje? afanye kazi yake vizuri ndio? Ungemwambia hivyo. Haya basi nitamfikishia salamu. Haya, nashukuru. Haya, asante sana kaka. Dada, dada eh, umepokelewaje?